Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Tena karibuni siku ya leo tukaweza kujifunza neno la Mungu na siku ya leo tunaenda kusoma kitabu cha Zaburi mlango wa ishirini na tano kuanzia mstari ule wa kwanza na kuendelea. Tunajifunza jinsi Daudi alivyomuomba Mungu na jinsi ya ku kuomba kujinyenyekeza mbele za Mungu, na ntasoma: Ee Bwana, na kuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumainia wewe, nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Naam, na wakungojao hawataaibika hata mmoja. Mhm. Wataaibika, wata watendao ubaini bila sababu. E Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako. Uniongoze katika kweli yako na kunifurahisha. Naam, wewe ndiwe Mungu wa wokovu wangu. Na kungoja wewe mchana kutwa. E Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako. Maana zimekuwako zimeku tokea zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujua, ujana wangu wala mahasi yangu; unikumbuke kwa kadiri ya fadhili zako, e Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema mwenye hadili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za wa za Bwana ni fadhili na kweli kwao walishikao wali agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako unisamehe uovu wangu, maana ni, ni mwingi Njina ni nani amchaye Bwana am, amfundishaye katika, kat, katika njia anayoichagua nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwao wa mchao, naye atawajulisha ang agano lake. Macho yake humwelekea Bwana daima, naye ataitoa miguu yake bila wavu. Uniangalia na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa katika, dhiki, katika shida na moyo, za moyo wangu, unifanyia nafasi na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Uwatazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na uniponye nisiaibike, maana na kimbilia wewe. Ukamilifu uka na unyofu zini hifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunafundishwa jinsi ya kiombo. Ukiangalia Daudi alianza kwanza na kumshukuru Mungu na akasema, ni Mungu wa kuinuliwa na akasema, nafsi yangu naiinua mbele zako. Alijinyenyekeza ali, ali mbele za Mungu. Kwa hivyo unapoanza kuomba unamshukuru Mungu na kujinyenyekeza mbele zake. Tunaona hapa anamtumainia yeye peke yake, maana hmm, anajua yeye ndiyo msaada wake, hakuna mtu mwingine hawezai kumsaidia isipokuwa ni yeye. Kwa hivyo Mungu, tunapoenda kwenye maombi ni vizuri kusimama na Mungu na kumtumainia yeye, maana yeye ndiye kimbilio letu namwambia Bwana akujulishe njia zake, maana yeye tundo anayeweza kukujulisha njia zako na mapito yako. Yeye mwenyewe ndo anaweza akakuongoza, maana hakuna mwingine awezaye kukuongoza wewe. Ndiwe Mungu wa wokovu wangu. Kwa hivyo ulipokea wokovu kupitia yeye, na unafaa yeye akuongoze, akufundishe, akuelekeze katika njia inayoistahili pia unastahili kutubu, kutubu mbele za Mungu. Tumetenda dhambi kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kuona. Kwa hivyo unamtubu una mbele za Mungu, unamwombea Mungu, naomba unisamehe na, na usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, makosa yote uliyoyatenda katika ujana wako, Mungu asiyakumbuke. E, na unazidi una kunyenyekeza kwake ukitubu kwa machozi na kwa kumkumbusha ahadi zake naye Mungu wa mbinguni ataweza kukuinua na kukubadilisha na kukufanya uwe huwe kiumbe kingine kipya, na kufanya maisha yako yabadilike, kufanya maisha yako ya, ya. Yeye ndo ako na siri, siri zote yeye ndio ako nao. Kwa hivyo, wao wamchao Bwana wao wanaomjua Bwana yeye atawafunulia siri zake. Kwa hivyo, macho ya Mungu yako kila mahali, macho ya Mungu umwelekea Bwana daima. Macho yako yamwelekee Bwana daima, kila wakati unamwangalia katika dhiki, katika kila njia unayopita unamwelekea yeye, unamtumainia yeye, naye yeye ataukamilisha, ataukamilisha kazi yako na utakuwa mnyofu, mm, kwa wewe umngojeao Bwana. Mungu akubariki mpaka kipindi kingine tutakapoendelea kujifunza neno la Mungu.